Dada, ni kitu gani kinaweza kunichanganya mimi kama sio mapenzi? Kuna mkaka anampenda sana lakini ameshindwa kabisa kunielewa. Hivi mdogo wangu, kwa nini najitesa na mapenzi ile hali bado umri wako ni mdogo? Hivi mdogo wangu, haujionee hata huruma? Hidi dada, ushawaipenda ama unajua nini asamana ya mapenzi? Okay, naona mshakua mnashauriana ukumbavu. Sio kama unavyojua ujo wangu ni ule ule. Kwa kwani nataka nifanye nini? Ndoameni kuwa nakupenda kupenda hivywe, kaka. marangapi ngapi? siku taki siku taki Naaja na wewe mwanzo mwisho, nnelewa ni kweli unitaki, ila ndo mara ya mwisho kukufata tena na kukwambia maneno haya. Kwanza niwaulize wadogo zangu, mmekosa kazi ya kufanya? Mnaongelea kuhusu mapenzi hapa? Hivi wewe unajua maana mapenzi ama unakurupuka tu? Alafu wewe Eh, eh, na wewe nani? Pita huku. Buibui, umekuja kufanya nini hapa? Naongea na wewe. Kaka na wewe umezidi. Huyu ni mgeni. Ongea vizuri na wageni basi. Ah. Siongei na wewe mlili ya mapenzi. Naitwa Salma, alikuwa nimetawadhi nije ni swali. Eti umekuja kuswali, umesikia hapa ni msikitini? Adi huku wenyewe! Boya lingine linaingia, hebu ficha huku Wow, dada mm -hmm. Zamasiku dada Safi. Mzima mm -hmm. Kutokako kwema, alafu na wewe habari za kupokea watu siwajua, ukome. Hey, hey. Chukua mzigo wako utoke nao. <laughs> Hey, nyamazeni kwanza, mmepika. Naenda zangu maskani, nikija hapa nipate chakula iko tayari, sawa? so, kaka yaani nimejikuta tu mimi nimependa Halima nimefanya juhudi zote, namtaka yeye sana, lakini nashindikana. Sasa sijui shida ni nini, anantesa kiukweli kwa moyo wangu. Sijui utanisaidia na lipi, ndugu yangu. Labda nikushauri kitu kimoja, ndugu wangu, ingawa mi mwenyewe si mjuzi katika hayo mambo ila, na imani ukiendelea kuongea na yeye mara kwa mara, anaweza akakuelewa halii lakini pia usisahau kuwa kwenye mahusiano unaweza mpenda mwanamke alafu akawa huyo huyo mwanamke hana mapenzi na wewe. Sasa cha kushauri mdogo wangu, kuwa makini sana na hisia zako, yasije akaukuta sawa. Nimekuelewa ndugu yangu, ingawa nampenda sana Alima. Najua kama unampenda Alima, ila usije ukafanya mambo ya ajabu katika mahusiano yako wewe na Halima, ila naona muda sasa umeenda sana. Acha haya maongezi tutayiongelea muda mwingine. Lakini mbona, mm, siku hizi sikuoni mjengo wewe? Au mapenzi yashaanza kukupelekesha siku hizi? Hamna brother, haya ni mambo kawaida tu. Ni sawa, ila kuna muda wa mapenzi na kuna muda wa kutafuta hela. Zingatia brother. Basi basi, nisikilize niku Nikusikilize nikusikiliza kitu gani? Nikusikilize nikusikiliza kitu gani? Ah ah ah. Ah ah. Twende ndani, twende le, Twende. <laughs> Nawahi kazini nachelewa saa hizi. Hakuna kazi unaenda leo. Leo tutashinda njaa, tutakula na mimi na wewe leo, hakuna kukula. Tutakula mimi na wewe. Ah, mke wangu bana, nini hizo unafanya? Ah, njoo njoo kwanza, hii unanikasirisha. Unanikasirisha. Njoo chukua pesa zako kwanza, begi yako kuja. Mke wangu lakini he he, yaani, lakini, mbona unataka kunielewa? Yaani Yaani vipi umesikia kutusili mpaka uende kazini. Umesikia kutusivai mpaka uende kazini. Nimekuja hapa kwa sababu hiyo hiyo shughuli. Mbona unanambia kitu haunielewi? Naenda naenda kujitafuta aa, mtafuta, kujitafuta. Mke wangu, hiyo Hiyo <tabu> hiyo ah, Ah nimekataa. nimekataa. Haya hata simu simu ya kazi naita ndio. Ndio anakupigia kitu gani? Tata, hiyo simu. Hello. Ndiyo, boss nakuja sasa hivi. Nakuja. Aya, mke wangu nimeitwa na boss. Hakuna mali unakosa ni simu. Enda bila simu. Wewe mwanamke vipi? Enda. Ah, ah. Leta simu wewe mwanamke. Ah, sikupi simu wangu. Nipatie simu. Nimekwambia sikupi simu. Sikupi simu. Nenda kama unaenda. Nenda bila simu leo kwanza. Nenda, kwayo nenda. Nitakuita watu. Nenda ha, Nenda. Sawa. Enda kweli? Ndio naenda. Oh, basi njoo chukua simu. Kuna mwingine, jamani. Lakini mbona mmoja amenibadilikia? Ama kuna mtu anamsumbua? Nimzoea hivyo.

Kwani uko wapi? Nimekusubiria mpaka nikachoka mimi. Uh, halo. Eh, mwenye simu kwani uko wapi? kwanza wewe ni nani? ni nani wewe? Nishajua. oh. mm. Kumbe ana ni Mona Ayu... mwanamke mwingine nje nafungua mbyakurasa kukueleza walimwengu wa sasa hawana tema kweli, kila suri talofanya otaketeli. Nilipozaliwa nilitua kuna mwangaza wa ajabu, lakini safari ninibakiza naishi tu na majaribu, ndoto zangu nilizobeba zimetawanyo naupe aninahisi kanimerogwa ayani vile kanina pepo, kila tu ni mzigo moyoni, mapenzi yanakisireni. Yani, dadangu, wacha nkupashe. mm -hmm. Unamkuta ule kijana mwingine, sijui nduduru msuduru hivi, unasema Hamisi. Sijui, mimi sijui ndodoro msodoro. Hamisi, wewe unaelewi, namfahamu mm -hmm. Yani, amenifika hapa mm. nikipita huku ndo huyu mm -mm. nikienda huku ndo huyu mm -hmm. hm. sijui dadadaa, naambia sikutaki, nikipita huku ndo huyu <coughs> yani hey. Hey. <tot> yeah, sasa shoga yangu jichanganye uingie kwa mistari ya doro nakwambia, mwanamume gari yule. Kwanza wenzake wananuka marashi, ananuka changamoto. Dada kwa pesa gari alizo nazo yule, haya, tuseme mmependana, atakwambia elavi ushibe. Ha, hmm. mimi yule kwanza, mwanamume gari kingangamizi hapo sasa. Nashuku kumtombozaga mara hivi, mara kibao, nakwambia we. hmm. mara muda mwenyewe anapata dukani, muda mwenyewe mara, yani kuna siku nimemzaba kibao we bila kumchekechekea sana, usimchekechekea mwanamume yule. Hana hela nichekea? Hmm, na nini dadangu, nichekea no. Ni na nini? Aya dadangu, mi naenda zangu huko, kuna vyombo vinaningoja, chakula. Ah, utaki hmm? Asante. uh -huh, anaenda. Ni vizuri, nashukuru, nitakula kwenuko misha chakula eszanuutakula nuko. <laughs> Alafu huyu Halima huyu atakuja hapa m... huyo Doro nimemkata mimi. Huyo Doro kwanza, shida yake nini kabisa? Kwa hiyo mimi yani, kumtongoza kule kote, kunikata kata. Kwa sababu ni Halima. Halima na kipi mimi, yani, jamani, huyo Doro huyo, cha kwanza ni kule chakula yangu na masira, yani Doro namkata hivyo hivyo saizi mkopoa yani niokusimamisha hapa. Sawa, kuna kitu nataka nikuulize. Hue, uh, una mahusiano na Halima? Hapana. Sasa kuna kitu bado kinanisumbua. Kama huna mahusiano na Halima, basi ni kitu gani kinachokufanya wewe mpaka kila siku nikatae? Ninakuwa kila siku nakwambia doro, ninakupenda ninakupenda, lakini unasimamia msimamo wako ule ule kuwa hunitaki ni kitu gani kinachokufanya huo mpaka unikatae ah. ni kweli sikatae unanipenda lakini mapenzi ni maridhikiano ya wawili ila moyo wangu uko kwako mimi napenda mtu mwingine kabisa fikiria vizuri bwana unajua chaeza kunichanganya hapa unajua nini sikiliza sijakataa sawa lakini pia unaweza ukanifanya pia nikawa wa pili nimeridhika ah.